Miaka mitatu iliyopita ilianzisha ruzuku ya mbolea. Mwaka jana serikali ikaanzisha ruzuku ya mbegu. Programu hii ya ruzuku sasa inaenda hatua ya pili kwa serikali kuanzisha vituo elfu moja vya zana za kilimo nchini. zipa vituo hivi vitakuwa na jumla ya trekta elfu kumi pawatila kutakuwa na combine harvester, lakini kutakuwa kuna mobile dryers, mashine za kukaushia mpunga ambazo tutazisambaza katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu na kila kituo cha zana za kilimo. Bei ambayo wakulima watakodishiwa trekta itakuwa ni bei ya ruzuku tathmini ambayo serikali imefanya tumegundua kuwa ekari moja wakulima wanalipa kati ya shilingi elfu sabini mpaka laki moja na ishirini kwa ekari, kwa serikali tutachaji kiwango kisichozidi shilingi elfu hamsini katika kila kituo cha zana za kilimo. Gharama hizi zitakuwa nafuu sana kuliko gharama ambazo ziko katika maeneo mengine. Kuna maeneo tutachaji kiasi cha shilingi elfu 40, 45, 45, mengine shilingi elfu 50. Maamuzi haya ya serikali nia yake ni kumuondoa mtu katika umaskini. Shughuli za shambani ni shughuli ambazo zinahitaji mtu kujitolea sana. Hapa mimi binafsi nimemaliza msimu wa mahindi, kaada ya kuvuna mahindi, sasa naliandaa shamba langu kwa ajili ya msimu ujao. Shughuli ya usafishaji wa shamba ni shughuli kontinuosi inayoendelea kila mwaka, na wakulima wadogo hawawezi kuifanya hii shughuli kwa mikono. Ndio maana serikali tunaanza kutekeleza programu hii. Serikali itatumia zaidi ya trilioni moja kwa ajili ya programu hii na gharama ya mkulima kulimiwa itakuwa ni gharama ya bei ya ruzuku. Pamoja na hivyo, serikali imeshanunua magari, mengine yameshafika ya kuchimba visima virefu kwa ajili ya wakulima. Muongozo wa programu hiyo utatangazwa na wizara ya kilimo. Na fahamu shida tunazokabiliana nazo, huwezi kumwambia mkulima mwenye eka moja amiliki trekta kama hili ninaloendesha sasa hivi. Waimtumie nafasi hii kuendelea kuwatia moyo na kuwaambia kuwa serikali hii itaendelea kuwalinda, serikali hii itaendelea kuwajali na serikali hii itaendelea kuwahudumia, kuwapunguzia maumivu na kuwasaidia, kuwatoa katika umaskini umasikili. Asanteni.